E, yule mkombozi kabisa wa maradhi sugu yanayotesa binadamu siku zote amepatikana, na si mwingine ni Muumina Herbal Clinic. Hawa ni suluhisho ya matatizo yako, magonjwa yako yote yanaoshindikana, wao kwao yanawezekana. Na maradhi tunayoyatibu ni haya hapa yafuatayo: homa ya ini, kisukari, presha, bawasiri, tezi dume, vidonda vya tumbo, typhoid, UTI sugu PID kaswende, gono, magonjwa ya zinaa, figo, matatizo yote ya moyo, uvimbe kwenye kizazi, matatizo ya uzazi kwa wakina mama. Kwa hiyo tunakukaribisha sana, na ofisi zetu kama unazoziona, tupo imara kabisa na wahudumu wetu wamebobea, Dr. Mgombo. Kwa hiyo huyu ni kiboko ya magonjwa yote suku kutupata sisi ni rahisi kabisa Unakuja mpaka Vikindu kwani senta kabisa hapa Vikindu, unaulizia stendi ya bajaji zinazoelekea Kamigere. Ukifika hapo, utaona bango letu kabisa, moja kwa moja utaliona, utaulizia tu kliniki inayoitwa Muminina eh, moja kwa moja watakuonyesha. Lakini pia kama haitoshi, kwa mawasiliano zaidi, unaweza kutupigia namba za simu.